Ni yani ile live, live, live, live, live, live. Nikamwambia Mungu ijibu, umejibu hapa, nimeliona mi. Mimi sina ile yani, mi na ushahidi sio ule wa maswahaba mm, kwamba mtume swahaba aliomba likajibiwa, mi nimeona mwenyewe okay. Siku nyingi nilikuwa spendi kulisema ili neno, leo nalisema. Nilimwambia Mwenyezi Mungu kwanza, wafanye wahadhiri wasiwe maskini omba omba, katika kazi ya dini mimi nifanye nisiwe maskini ombaomba katika kazi ya dini, na wafanye wahadhiri wa Tanzania, wape mali, wape riski, wape magari ya kutembelea kufanya kazi ya dini. Na wallahi niliporudi kule, muda mfupi mimi nilinunua gari na wahadhiri wengi walinunua magari na wahadhiri wengi walibadilika kipato cha uchumi wao. Kwa sababu nimetoka kule 2008, 2009 mwishoni, mufti ananiteua kuwa mwenyekiti wa vijana taifa. 2009 hiyo hiyo mimi napigiwa simu na mtu kutoka Marekani, simjui, hajaniona mm-hmm. Akanisikia tu kwenye mikanda huko, anipigia simu, anambia mimi nakupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, naambia unachotaka nitakufanyia akan pesa pesa, zile pesa nikanunua gari, maisha yakabadilika. Kuanzia ya pale ya nilimwambia Mungu, mi sitaki umaskini, nafanya kazi yako, mi sitaki umaskini. Mwenyezi Mungu akajibu ile dua. Umetufichua siri sasa na dalili ambayo hmm, nilimwomba Mwenyezi Mungu alipoijibu ile dalili mwaka elfu mbili na nane. Ilipofikia elfu mbili na kumi mwezi wa kumi mi tayari nilishakuwa tajiri na hela